Nipate hata kafeti yao kuongea na wala nake 100 wote kukupa mkopo sio mchezo. Yuko wapi wewe naye? Jamani, wow, Gift vipi? Ambia shuka nini? unanitizama uso wako umekupalama bado. Nipe hela yangu na asibaki kunitizama. Kuna shida gani mkubwa? a nkwambie, mimi maisha yangu msiba, nachotaka ya yangu nilipe yangu kwanza, ndo uendelezi nao msiba wako. Ene niweki na simu yangu, maana ikija kudondoka hapa mambo yatakuwa. Hebu naomba niipe yangu ndo endelee kulipa. Subiri. Nini? Sikiliza, kufa kwenu sio kwamba wamekufa kwetu. Nachotaka pesa, kwa hiyo laki moja. Kama umenipa milioni, unaanza kunipigia kelele, wakati unakuja kuiomba. Ukujua kama ah, unanipa kelele ndo nilipe na kupatie wewe. Mwanamke, nipatie laki moja, unaanza kunipigia kelele. Nilikwambia check, yani mwanamke, bwana. Ukisha kwa nini sifiwe? Basi fiwa wewe, siwezi kwa sababu kwetu. Hebu leta hapa, unataka uzihesabu zako Huuzi wewe, na siku nyingine usije ukaje kuniomba hizo kwato zako, ishie hapo hapo. n madeni makubwa hata soda sijanywa.